Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunatazama jinsi Yesu anavyoziona dhambi. Yesu ni mwenye kuona kuliko sisi tunavyoona, maana yeye huona mpaka ndani ya mioyo yetu. Injili ya Mathayo sura ya 27, samahani Injili ya Mathayo sura ya 23, mstari wa 37 mpaka wa thelathini na tisa. E, Yerusalemu Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako, ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka. Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia hamtaniona kamwe tangu sasa, hata mtakaposema amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, amen. Pendwa, tunamtazama Yesu jinsi anavyoona dhambi hapa katika sehemu hii. Tunaona jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Ilikuwa wakati fulani, Yesu alikuwa Yerusalemu, akiwa Yerusalemu, walimkataa kwa Yerusalemu walimkataa. Waliomkataa ni pamoja na Mafarisayo na waandishi na Masadukayo na watu wao. Hawa ni Wayahudi walimkataa Yesu, walimkataa. Sasa Yesu anasema, ey, Yerusalemu Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama kuku anavyokusanya vifaranga vyake chini ya mbawa zake, ni mara ngapi nilitaka kuwakusanya watoto wako lakini hukutaka? Sasa nailaumu Yerusalemu. Yerusalemu hapa ni pamoja na uongozi wa dini ya wakati ule. Anasema hamkutaka watu hawa wakusanywe pamoja. Yesu alikuja kwa kazi moja ya kuwakusanya wateule au watoto wake pamoja, lakini akakutana na upinzani pale Yerusalemu. Kwa sababu ikumbuke, kwamba Yesu alikuja katika nchi ya Israeli, alianzia pale ili kwa baadaye awafikie watu wote. Lakini hata hivyo wale aliokuwa amewakusudia walimkataa. Kwa hivyo hapa sasa anasema Nimekuja ili niwakusanye, lakini hamkutaka. Sasa nimewaachia Yerusalemu yenu, nyumba yenu, endeleeni. Maana mmekataa, na kwa kukataa kwenu, basi mimi naondoka, nitakuja tena hadi siku ile nitakapokuja, mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, ndipo mtakaponiona tena, lakini tokea sasa siji tena. Kwa hiyo akaondoka Yerusalemu, akaenda kwenye miji mingine kuhubiri Injili. Hapa dhambi inaonekanaje? Dhambi inaonekana hapa hivi: ilikuwa tabia ya Waisraeli, tabia ya Wayahudi kuwakataa manabii waliotumwa na walio Mungu, na, na baadhi yao walikuwa wanawaua, walikuwa wanawapiga na kuwaua, na hata Yesu walimpiga baadaye na kumuua. Kwa hiyo ilikuwa ni tabia ya taifa la Israeli kuwakataa manabii waliotumwa na, walio na Mungu na wakawakumbatia manabii ambao waliwaambia uongo, manabii wa Baali, wale wa nabii wa miungu mingine, ndio waliowakumbatia kuliko hawa waliotumwa na Mungu. Kwa hiyo dhambi yao hapo ni kuwakataa manabii waliotumwa na Mungu, na baadhi yao kuwaua. Hiyo ndio ilikuwa dhambi yao. Dhambi yetu na sisi ni gani? Hata sisi wa leo, watumishi wa Mungu wengi wamekuwa wakikataliwa wengine wakipigwa na kuuawa katika baadhi ya nchi, hasa wale ambao wametumwa na Mungu. Watumishi wa Mungu wengi wamekuwa wakipata shida ya kukataliwa na kupigwa, kwa sababu ya watu wachache wanaokataa, au wanaomkataa Yesu Kristo. Hiyo ni dhambi kwao. Kila wanaokataa watumishi wa Mungu wanaowajia wakiwa wametumwa na Mungu, wanawakataa au wanawatenda mabaya hiyo ni dhambi kwao. Basi Mungu akusaidie usiwafukuze manabii wala kuwakataa wala kuwapiga, utakuwa dhambi kwako, bali wapokee, wasikilize, wakupe habari njema, uipokee kwa uzima wako. Tukutane kwenye kipindi kingine kinachokuja. Usiache kuniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Santeni na nyinyi ambao mmekuwa mkifanya hivyo, Mungu wa mbinguni aendelee kuwabariki. Na wewe ungana na wenzio kubarikiwa kwa kuniunga mkono kwa kusubscribe, kucomment na kulike kwenye akaunti yangu ya MHAE TV. Utane wakati huo mwingine. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ubarikiwe sana. Amen.